Tarehe kumi na nne mwezi wa kumi siku ya kumbukizi ya kifo cha rais wetu wa kwanza wa taifa letu na baba wa taifa letu Julius Kambarage Nyerere. Ni kitu gani ni kikubwa kabisa ambacho Watanzania wote hatuwezi kukisahau kwa baba yetu wa taifa? Ni upendo wa kweli kwa taifa letu la Tanzania. Kwa Wakristo wanasema upendo ni mauti, na upendo hauna mimi Yani, love does not speak of itself, na hicho ndicho rais wetu wa kwanza baba wa taifa alichokifanya katika maisha yake kama rais wa kwanza wa taifa letu. Kwa msukumo wa upendo, Nyerere alitengeneza msingi wa taifa letu kwenye upendo, mshikamano kama nguzo ya utamaduni wa Watanzania. Yani, msingi wa taifa letu ni upendo. Hapo ndipo utamaduni wa mtanzania ulipoandikwa. Haya sisemi mimi, majirani zangu Kenya ndo wanapendaga kuniambia hayo maneno, maana ukiingia Kenya kuna utamaduni utau exercise automatically wa Wakenya watakujua. Unakwenda dukani unasema naomba, kwa Wakenya hicho kitu hakipo. Wa, unaombaje wakati unatoa pesa? Hao ni Wakenya. Unaenda sehemu unahudumiwa una, unasema asante, alafu unatoa pesa. Kwa Wakenya hicho kitu hakipo, kwa hiyo yale maneno asante, naomba, ukiwa Kenya moja kwa moja unajua wewe sio Mkenya. Sasa aliye script haya maneno ni Nyerere. Unajua kizuri ni kwamba Nyerere nimekuja kumjua kwa juhudi zangu binafsi. Mimi nimezaliwa na kukulia kaskazini, moja ya eneo ambalo lilimchukia Nyerere wazi wazi, kwa sababu kaskazini walikaa sana na wazungu, na sifa kubwa ya wazungu ilikuwa ni ubepari na unyonyaji. Ndugu zangu wanaomchukia Nyerere Alafu pia ni Wakristo, embe waisome Biblia yao vizuri, kwamba huyu Mungu wa Israeli ambaye huwa mnanitukana kwenye komenti mnaniambia Israeli ni taifa la Mungu. Hivi mnajua alichowafanyia Waisraeli huyo Mungu? Yaani Mungu angekuwa ni mtu anaonekana, angekuwa na kesi ngapi, na hizo kesi ambazo angeshtakiwa na Waisraeli? Ah, sijui nisemeje nyie kwa sababu mnamjua mna, yani mna Mungu kwa zile programu mnazopewa huko makanisani na hamchukui muda kumexercise yule Mungu wa kweli. Ndio maana mnakuja kwenye comment unaniambia, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli. Mungu aliwatoa wana wa, wa Israeli Misri, akaenda akawaua literally akawaua jangwani. Hivi we ungekuwa ni jaji wa kesi ya Mungu, wana wa Israeli wamemshtaki Mungu kwamba aliwadanganya anawapeleka kwenye nchi ya ahadi, akawafikisha jangwani, kazi imemshinda, ikabidi awaulie pale pale. Ungemhukumuje huyo mungu? Usiogope sasa, kwa sababu nyewe hamumjui mungu. Eh, taifa la mungu, ndugu zangu, mimi namwamini huyo, na huyo mungu wenu na najua, God is love is real love, ni upendo kweli, namwamini huyo mungu wenu, huyo huyo mungu wa Israeli lakini simwamini huyo Mungu katika hizo programu mnazojazwa makanisani. God is love, Mungu ni upendo kweli. Nyerere aliwapenda Watanzania wote, ndio maana wale walikuwa na itikadi na sera na njama za kudidimiza juhudi zake katika kuwahudumia Watanzania aliwalikuidati. Hata mi leo hii nikiwa rais, lazima nitawalikuidati watu sana, ambao watakuwa hawana sera na mtazamo wangu mimi, kwamba hii nchi ni ya Watanzania. Kwa hiyo, huwezi kuwa kiongozi mkubwa wa nchi usiwaue watu. Hiyo nakupa na ninajifunza kwenye Biblia, kwa sababu unavyokuwa kiongozi mkubwa wa nchi kuna watu wengine ni kansa. Ukipata kansa ya kidole dawa ya kuizuia ile kansa isisambie mwili mzima ni kukata hicho kidole. Kwa hiyo unavyomwona mtu mwenye elementi za kansa katika jamii unamliquidate, unamtafuna. Kwa hiyo kama baba wa taifa langu mimi naye mpenda kuliko binadamu wote katika uso wa dunia hii, kwa sababu baada ya Mungu kwangu mimi ni Nyerere ndo wazazi wangu, kwa sababu kwenye utulivu uliotengenezwa na Nyerere ndiko nimeipata hii elimu ambayo ni elimu bora kabisa japokuwa ina chembechembe za kunidanganya ni mchukie, lakini namshukuru Mungu kwa juhudi za Nyerere alivyopambana kuitengeneza hii Tanzania. Ndugu zao, nataka niwape siri vita inayoendelea ndani ya CCM. Kusabu CCM is being destroyed by itself from within. CCM inajaribu yenyewe na wenye akili ndani ya CCM wanajua kwamba wameshindwa kuelewana wenyewe, ndo mpaka tunaona madhaifu yao. Sawa, eh? vita kubwa ya ndani ya CCM ni kugawana hii nchi kitu ambacho Nyerere hakukitaka. Msingi wa Tanzania kuwa ya watu wachache haupo Tanzania. Ndio maana unaona CCM must collapse because wanachokipigania hakina mzizi ndani ya Tanzania, hakina foundation ndani ya Tanzania. CCM big figures nyew, wenye akili kubwa kuliko mimi, embu tafakarini hili taifa lina, mz, lina msingi wa wachache kulinyonya hili taifa, ambaye angetakiwa na kusaini huo msingi ni Nyerere lakini Nyerere alikataa msingi wa taifa la Tanzania kuwa la wachache kuanzia day one. Msikilize hapa Nyerere akiwa ana, anajaribiwa na waandishi wa habari wa kizungu kuhusiana na mtazamo wake kuhusiana na wazungu. Unajua waandishi wa habari, ndio maana mimi nagombanaga na waandishi wa habari hata, hata watu wanaotaka kunihoji kwa sababu kabla hajanihoji ndugu zangu mnachotaka kunihoji najua, kwa sababu waliowatuma kuja kunihoji mimi nawajua. Yani, mwandishi wa habari yote akitaka kuongea na mimi anachotaka kuongea na mimi kabla hajaongea na mimi ninakijua, kwa sababu wanaomtuma nawajua na mnamaanisha nini. Kasome Biblia yako, majibu ya Yesu yalikuwaje? Majibu ya Yesu alikuwa na wajibu wale waliowatuma wale waandishi wa habari. Yesu alikuwa akiulizwa swali na waandishi wa habari au na, ma, na mafarisayo na au maeliti nao wanaowatuma wale watu. Yesu alikuwa hawajibu wale waandishi wa habari, Yesu alikuwa anawajibu direct wale waliowatuma waandishi wa habari. Kwa hiyo leo hii mwandishi wa habari akitaka kunihoji mimi, sintamjibu yeye, nitajibu zile wale waliotengeneza zile program za huyo mwandishi wa habari kuniuliza mimi swali. Msikilize Nyerere hapo know

live in Africa on the basis of equality, they ask for nothing that, uh, that a human being anywhere does not ask. Then there is no reason why they shouldn't live in Africa just like anybody else. Msikia, Nyerere Nyerere hapo alikuwa na, huyu mzungu alikuwa na, anamchokonoa Nyerere, mtazamo wake kuhusiana na wazungu, Mana, wazungu lengo lao ilikuwa ni kuitawala Afrika nzima. Sasa hiyo ni kwa South, na South Africa walifanikiwa kwa sababu Mandela aliwasainia South Africa yote. Tengeneza picha, Nyerere angewasainia wazungu hii nchi yetu. Maanake kule nilikokulia kule Kilimanjaro ungekuta kuko kama New York kabisa, wana skatai, ungekuwa uzunguni kule, skulikua na maestate yao makubwa tu ambayo Nyerere aliwanyang'anya kule. Ungekuwa pazuri kabisa, lakini tungekuwa tunauana kuliko unavyojua wewe, kwa sababu kama alivyoongea Nyerere hapo kwamba skripti ya wazungu ilikuwa ni kudominate. Na ili udominati inabidi uwanyonye majority, maanake ubepari. Nyerere alijua wazungu, yani Nyerere aliwajua wazungu kuliko waliokuwa wanajijua. Sasa kunapokuwa na sera ya wachache kuwanyonya wengi, ni kitu gani kinachotokea hapo? wale ambao mnaishi kwenye intaneti kama mimi, video za South Africa za ujambazi zinatisha unahisi kama hawa watu sio binadamu ni maroboti, South Africa na Marekani, lakini I'm telling you mazingira yanatabia ya kutu program. Hata mimi ningekuwa South Africa ningekuwa nauza roho kwa staili ile ile. Mimi najua elimu ya, ya akili ya mwanadamu inavyo be program, ni mazingira naijua. Wale walio Marekani wanaouza roho zao, naelewa changamoto wanazopitia hata mimi I could have been doing the same thing, ndugu zangu Upendo wa Nyerere haujafutika. Upendo wa Nyerere ndio unaoitafuna sisimu, kwa sababu hakuna sehemu Nyerere alisainia kikundi cha watu kuitawala hii Tanzania. Ndio maana Nyerere akaianzisha JKT. Mpaka Nyerere anaikabizi hii nchi kwa Mwinyi, JKT ilikuwa ina pawa aielezeki. Tumekuja kuiua JKT kwa mikataba midogo midogo ambayo Mwinyi, Mkapa kwetu alikuwa anasainishwa Matatizo mengi unayoyaona hapa nchini kwetu yanaanzia kwa Mwinyi kuja mbele. Kuna video hizi watu wanapenda kunishea na mimi kwa mfano, kuna hii video ya huyu Catherine anazungumzia ishu ya watu kuwekewa sumu kwenye microphone, kwenye vyakula, kwenye viti, yaani hizi stori za kutekana. Tumefikaje hapa? Kwa sababu kuna watu wawili wanapambania hii nchi, kuna wanaoamini nchi ni ya Watanzania na kuna wanaoamini nchi ni ya wachache sasa hapo ndipo vita inapokuja. tumefika fikaje hapa? Lakini nataka niwambie hii nchi, bado upendo wa Nyerere unaishi. Hii nchi sio ya wachache, hii nchi ni ya Watanzania wote. Maswala ya kuana kutekana ni matokeo ya kundi la wachache kutaka kuimiliki nchi. Wamarekani wa wanatafuta uhuru wao sasa hivi, na wale marafiki zangu sijui wako Marekani wale wanapendaga kushha na mimi, kinachoendelea ndani ya Marekani yaani kinachoendelea Marekani kwamba ndo wanatafuta uhuru wao kamili. Ukitaka kuelewa nachokizungumza, nenda kwenye YouTube channel yako, andika mtu anaitwa Taka Carson, kuna yule anaitwa Kendrick Sohn, sijui Kendrick Sohn yule mwanadada yule. Wako wengi akina Douglas McGregory, akina Jeffrey Sachs, watakwambia Amerika inatafuta uhuru wake. Wamarekani wako utumwani. Wamarekani wamejuaje wako utumwani? baada ya China kwa ribu world order wa Wamarekani wako Urusi sasa hivi, wanashangaa miundo mbinu iliyo bora ya train ya Urusi, Wamarekani wako China wanashangaa miundombinu bora ya China. Mimi sitafutagi stori za wamarekani kwa wamarekani wanaoishi Marekani, natafuta stori za wamarekani wanaoishi Urusi na wa wanaoishi Urusi, wanaoishi China, ndiko wamarekani wanaokikimbilia sasa hivi. Watanzania, upendo wa Nyerere unaishi. Kama Nyerere hakusainisha kikundi fulani cha watu kimiliki Tanzania, yani, the current political system inataka kutuambia ina akili kuliko Nyerere. Like really, some of them wamewahi kumdharau huyu mzee lakini, wangejua huyu mzee alipambana kiasi gani mpaka hii Tanzania iwe hivi, wasingejaribu kupambania kitu ambacho hakiwezekani. Mimi nimesoma shule ambazo Nyerere aliwanyang'anya taasisi za kidini, na Nyerere amelelewa na hizo hizo dini, lakini Nyerere alijua kabisa huu um, mfumo nikiendana nao Watanzania hawataifurahia nchi yao. Kuna video <laughs> amenitumia sijui ni Wazanziba yule ya rais Mwinyi amekwenda sijui ni kanisani kule ametoa sijui milioni mia ile ntawekea hapo mtaisikiliza wenyewe, alafu anakwenda shuleni anachangia sijui milioni tano. Really, imagine, huyu Mwinyi angekuwa ni kipindi cha Nyerere alafu akawa yeye ni waziri alafu Nyerere ni rais. Ndugu zangu kuna vitaasisi vidogo, vidogo vidogo vimeingia huku nchini kwetu vina nguvu kuliko nchi kuliko sisi wa Tanzania vinaitwa dini. We need to write a system which will crash every little institution. Tukisho tunao hivi institution vya kijinga jinga vinaitwa dini, hivi hatuoni aibu? Mapesa mangapi tunapeleka China, alafu China inakwambia wao jamii kwanza, alafu ndo Mungu. Kwa sababu kama una jamii tulivu, automatically Mungu anaishi na hiyo jamii. Hebu kasomeni Biblia yenu vizuri, in peace and love God is, is living with, you, with that society. Utaambiwa ni Mungu gani anaishi sehemu bunduki zinalia kila baada ya saa moja, sijui every 24 hours bunduki lazima zilie. Ni nchi gani hiyo? Alafu hiyo nchi inamtaja Mungu Mungu kuliko nchi ambayo haimtaji Mungu lakini ina amani na utulivu, sijui umenielewa nilichokiongea. Yani ndani ya masaa 24 ndani ya Marekani yani Mungu anatajwa kuliko na ndani ya masaa 24 hiyo hiyo Marekani bunduki zinalia kuliko, alafu ndani ya masaa 24 China bia amani, utulivu, biashara zinakwenda na Mungu anatajwa kwa, kwa, kwa, kwa kiasi kidogo. Tafsiri yake ni nini? Nchi ya China wanamuishi Mungu, hawamtaji Mungu. Nchi ya Marekani wanamuigiza Mungu. Tunahitaji mfumo wa maisha wa kumuishi Mungu, sio kumtaja Mungu. Hizi dini za Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, we don't need it, we need to live God practically. How? Kugawana riziki. Primary focus ya mwanadamu anavyotembea, riziki inapatikana wapi? na wanaotugombanisha hata huyo anayetumwa kwenda kumuua mtu mwingine anaahidiwa riziki. Hivi riziki yako wewe ikiwa inanifaidisha mimi, hivi nitawaza kukuua wewe kweli? Lakini riziki yako ni yako, alafu mimi nalala njaa bro, si bora? Wana promote mpaka hizo manyimbo. Unajua kuna watu wazuri wanajua kuielezea jamii zao, kama kama wasanii alipata hapa idea, lakini ingekuwa ndugu zangu, popote mlipojazana, kilichowafanya mkaenda pale ni riski. Tunahitaji mfumo wa Nyerere urudi as quickly as possible, kwa sababu ndio unaoitawala dunia ya leo. Nyerere hakufeli, ila waliokuwa wanapambana Nyerere hafeli ndo wamefeli sasa ni sasa umepambana kupeleka maji flo ya kumi gorofani, lakini ukifika pale ukiachia, ile maji yanarudi sehemu alikotoka. Ndicho alicho kikuwa anakifanya hao ambao walikuwa wanapambana na Nyerere miaka yote hiyo, sio miaka 50 sio 60, 80, kwamba socialism cannot help human being enjoy the world. Kwa sababu vita ni kwamba ubepari ndio njia nzuri ya mwanadamu kufanikiwa, na upande mwingine wanasema hapana, ujamaa ndio njia nzuri ya mwanadamu kufanikiwa. Hiyo ndio vita kubwa kabisa. Yeah, that's the center of all conflict. Kwa sababu wote tuna miliki yani, yani, capitalism. Hata huyo simba akiwinda mnyama, ndugu zanguni tunaona anachokiwinda anakula na wengine yani simba ajui simba, hata kuhifadhi. Akishakula akishiba anaacha, fisi anakuja anakula, mbwa mwitu anakula, lakini binadamu vita kubwa ni hiyo waliopambana sera za Nyerere hawakuwa na tofauti na mtu anayebeba maji kuanzia asubuhi mpaka jioni, anapeleka flo ya kumi, lakini yale maji yakifika pale flo ya kumi yakifunguliwa ya yakifunguliwa yanarudi yalikotoka. Literally kapitalism imefika mwisho kwa sisi Tanzania, we need the hybrid economic system. Hicho nitawaubiria. Natembea huko barabarani siku hizi, naona maamod vieko magari, yani, uchaguzi wa mwaka huu huo, ulinzi sijawahi kuona mimi mrefu muda mrefu Dar es Salaam. Uchaguzi wa mwaka huu ni kama battlefield, kama vitani, amd vyeko, yani usalama wa ajabu. Sijui kwa nini tumefika hapa. Unafikiria budget ya huo ulinzi ni kiasi gani? Na tumefika fikaje hapa? Yani ukiwa na akili kubwa lazima ujiulize, How did we get here? Sisi kwa sisi tunagombana, alafu wanaotuoperate tugombane wamekaa huko wanatuangalia. Tuambia democracy, we want to see democracy in Tanzania gentlemen. Tuamkie ndugu zanguni, Tuamke ndugu zanguni. Em, mnagombana wenyewe kwa wenyewe, mnawindana wenyewe kwa wenyewe, mmefikaje hapo? the mmefikajapo anam nendeni kwa Nyerere, mkaangalie msingi wa Nyerere. Nyerere alipambana kiasi gani? Je, alikuwa anapambana kwa faida familia yake? Kama Nyerere angekuwa na tamaa kwelikweli, angewasainishia wazungu hii nchi. Kuna wale mnaopenda kuibaka akili yangu kwamba huyu Nyerere ana investment, sijui ziko wapi huko, nchi gani hizo investment is okay. I, I, I, I, I, I, I doesn't matter hata kama ni kweli lakini as long as hakumsainishia mtu individual kuimiliki hii nchi au kikundi cha watu kuimiliki hii nchi. Nenda South Africa. Mandela aliiuza nchi nzima ya South Africa, si Trump mwenyewe alituambia kwamba blacks hawalimagi, kwa hiyo ardhi ya kulima yote yenye rutuba ni ya wazungu. Ujinga kama huo unampelekeaje Nyerere wewe enzi zake kwa Tanzania? Fundisho kubwa kabisa tunaweza kujifunza kwa baba yetu wa taifa alitupenda mpaka mauti. Hiyo ndo mnajifunza huko makanisani kwetu. Unajua, I'm trying to respect the Christian kwa sababu nikienda hard nitagusa na hizo watu ambao wameshakuwa religious. Mimi nishachanaga na zile mila za babu zangu za kina Mzee Mushi sijui mzee nani huko mababu na mababu, nikaja kwa huyo Mungu wenu mnaye nipenda kunitukana naye kwa sababu nimeshaambiwa kwamba Mungu wenu ndio Mungu wa miungu. I respect your God, and I believe in your God. Lakini sio katika softwares, sio katika script zenu. Sio katika script kwamba nichukue nichukue milioni mia nipeleke kanisani badala ya kuchukua milioni 100 nikajenge darasa. Ah, no, no, no, no, no. Kwa sababu mwisho wa siku hata hilo darasa linaweza likawa sehemu ya kusalia tu ndugu zangu, dini today is religion is very satanic. Watu wanachangishana matrilioni mabilioni wanatengeneza investment zao tu. Halafu sisi tunazidi kwa maskini pa kusoma. Kuna ukombozi wa kweli kwa mwanadamu, sio kumpa fedha kama hawa kina ama influencer anapenda kupiga picha kwenye vituo vya watoto yatima, wakati watoto yatima ni script. Mimi naijua watoto yatima ni script, watoto yatima ni hata that is script, kwa sababu ya sheria ambazo ni za kiwestern. Kuna vitu tukivitengua, kesi za ardhi huwezi kuziona kesi sijui za talaka huwezi kuziona kwa sababu ni vitu havikuepo. We gotta go back to our traditional law, traditional law. Mwanaume anatafuta mwanamke ndio mwenye mji wake, hivi kesi utaipata wapi? Mimi hapa napiga kelele, siku zinaingia mamnoti, huyo nitakayekutana naye ni zake zote. Najua jamii yangu imeshaniandaa kwamba pambana upambanavyo, utakachokipata ni cha mwanamke kwa ajili ya kujenga uko wetu. Nishaambiwaga hicho kitu wala sina jilas siku imeingia ma multimilioni ma multibilioni, sio yangu. Wanaume tunatumia shilingi ngapi sisi? Kwa hiyo kesi za talaka kesi za masui nini, it's scripted problem. the only way to solve this problem, tuachane na mila za wazungu wa Tanzania. Tunachoweza kujifunza kwa Nyerere, aliipenda Tanzania mpaka mauti. Ukitaka kujua Nyerere aliupendaje Tanzania, usitafute sana hizo lecture zake. Angalia msingi wa taifa letu ndio utamjua Nyerere. Elimikeni wa Tanzania msio wasomi.